Na ndo zinakuja bufee za kutosha mpaka wanajiuliza zilikuwa wapi huko nyuma. Ziko pale. Alafu, kuku za wakati wa maombi huwa zinanukia sana. Na unakuta ni kuku ya kawaida lakini inanukia kwa namna ambayo inataka kukutoa kwenye mchezo. Nataka nitangaze, tumezielewa ila zote. Hatutatoka mchezoni. Tutaganda mchezoni mpaka tumeyapata matokeo kwa jina la Yesu. Piga kelele sema amina kwa Bwana. Nini maana ya maombi ya mfungo? Nini maana ya maombi ya mfungo? Ni kupe tafsiri mbili za maombi ya mfungo alafu tuendelee hapo. Nini maana ya maombi ya mfungo? Tafsiri ya kwanza ya maombi ya mfungo, maombi ya mfungo ni maombi ya kujitenga na kujidhabiu kwa kuacha chakula kwa muda fulani ili kuruhusu mtembeo wa kiungu. Usijali, tarudia tena, ni maombi ya kujitenga na kujidhabiu kwa kuacha chakula kwa muda fulani ili kuruhusu mtembeo wa kiungu ni maombi ya kujitenga na kujidhabihu kwa kuacha chakula kwa muda fulani ili kuruhusu mtembeo wa kiungu. Tunataka tuache chakula kwa siku saba, tuache chakula asubuhi, tuache chakula mchana, tuje hapa kuzifukuzia ahadi za Bwana. Ni siku saba, lakini siku saba ambazo zitabadilisha kabisa hatima za maisha yetu. Hiyo ni, ni tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili ya maombi ya mfungo, nakupa mbili tu ziko tano hapa lakini mi nakupa mbili. Tafsiri ya pili ya maombi ya mfungo ni maombi